Tangazia ya kwamba wiki hii kwako ikawe ni wiki ya kupokea neema ya kuanza upya. Pokea neema ya kuanza upya, neema hii ikawe juu yako ya kuanza upya, kila jambo ambalo unataka liende likastawi, ukaanze kwa upya na kwa nguvu kubwa. Pokea katika jina la Yesu Kristo, pasiwe na namna yote ya kurudishwa a kusonga mbele. Songa mbele, songa mbele, hakuna adui atakayekurudisha nyuma, bali uzidi kusonga mbele, kwani tuna wiki ya kupokea neema ya kuanza upya. Pokea katika jina la Yesu Mtu atakaye subutu kukurudisha nyuma, wewe songa mbele na imani uliyoikamata ya Yesu Kristo, simba kabila la Yuda. Hakuna atakaye kurudisha nyuma, wewe songa mbele upako. Wa kusonga mbele ukaonekane kwenye maisha yako, pokea katika jina la Yesu Kristo. imekuwa kwako imekuwa kwako. Hmm. Haleluya!